Mwenyekiti wa kikundi cha Upendo Dispensary Group ambacho kilianzishwa mnamo mwaka 2022 mwezi wa kumi, ambacho kinamjumuisha wana kikundi wa tano, mimi nikiwa mwenyekiti wa kikundi hicho ambacho kilianzishwa mwaka 2022 uh, kulingana na changamoto za ajira. Wana kikundi hawa tulikutana hospitali ya wilaya ya Chunya tukiwa tunajitolea katika, kila mmoja katika kitengo chake mbalimbali wingine walikuwa ni mtaalamu wa maabara wengine madaktari, lakini wengine ni wauguzi. Kwa pamoja, kwa pamoja tuliazimia kuunda kikundi ili kuweza kufungua aanati yetu, ambayo tulitamani kzidi kutoa huduma, lakini pia na kwa malengo ya kujinufaisha kwa lengo la kiuchumi. Sis wa mwaka 2022 tulibatika kupata mafunzo katika halmashauri ya wilaya Chunya kitengo cha maendeleo ya jamii tulipata elimu juu ya mikopo ya asilimia kumi ambayo inatolewa na halmashauri kupitia mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Uh, tulipata mafunzo hayo mwezi wa tarehe 27 mwezi wa 3 2023, tulifanikiwa kupata mkopo wa awamu ya kwanza wa kiasi cha shilingi milioni 39,565,000 ambacho tulitumia kama kufungua zahanati yetu ya kwanza tuliweza kununua vifaa vifaa tiba na kufanya marekebisho madogo madogo katika zahanati yetu ya kwanza iliyoko maeneo ya Chunya mjini pale, mkabala na stendi ya Chunya ya mabasi yanayoenda Mbeya. Tulifanikiwa kufungua zahanati yetu hiyo kwa huo mkopo wa kiasi hicho cha 69565 ambapo tulianza tulianza wachache. Kwanza tulianza kama kikundi kwa watu watano. Tuliweza kufanikiwa kufungua hiyo zahanati yetu, lakini kwa baadaye, tukaona tuna uhitaji wa kuongeza watu kufanya kazi wengine, ili tuweze kuendelea kufanya kazi vizuri na kwa ufanisi. Kwa hiyo tukafanikiwa kuajiri watu saba, kuajiri watu saba ambao wakiwemo famasia, nesi, lakini pia na wafanya usafi na mtaalamu wa maabara. Kwa hiyo tulianza kufanya kazi mnamo mwaka 2023 mwezi wa tano ndio tuweza kufungua zahanati yetu, lakini tu, Mungu alikuwa mwema kwetu, tukafanikiwa kurejesha mkopo huo ndani ndani ya muda, kwa miezi kumi tu tukawa tumerejesha kiasi chote cha milioni 39.565. Ndipo tulipoamua kuangalia, je, yeah, kama kikundi tunaweza tukafanya kitu gani kikubwa kingine tofauti na, na kupanga au kujenga, tutafute sehemu nyingine tuweze kujenga. Ndipo tuliamua kufanya utafiti katika vijiji jirani kama Matundasi, Makongolosi na Itumbi, pote huko tuweza kufika, lakini mapendekezo kama kikundi tulikaa tukaona tuweze kufungua zahanati katika kijiji cha Matundasi. Maazimio yetu ilikuwa ni kupata uwanja na kujenga dilisha la pili, iliyofunguliwa na mikopo. Tuliweza kutoa mapendekezo yetu na kuenda kuomba mkopo wa awamu nyingine ya pili, kama wanakikundi ambao tulipendekeza kwamba ni mradi wetu ambao tunatamani tujenge tumiliki zahanati yetu wenyewe mpaka majengo. Kwa hiyo pia tuliweza kuelekeza taratibu zingine za mikopo kwa vitu hivyo kuwa vimeongezeka, kwa wakati huo tuliweza kufanya na kuvitekeleza wa kwa wakati. Mnamo mwaka 2025, mwaka huu, mwezi wa pili tuliweza kufanikiwa kupata mkopo wa awamu nyingine ya pili kwa kiasi cha shilingi milioni themanini ambao hicho kiasi kilituwezesha sisi kama wanakikundi kuweza kununua uwanja lakini pia na kuanza ujenzi. Kuanza ujenzi mnamo mwezi wa tatu na kukamilisha taratibu zote za vibali vya ujenzi, lakini pia na kuenda kufuatia hati miliki ya kiwanja chetu. Tulianza ujenzi wetu mwezi wa mwezi wa tatu, lakini kufikia mnamo mwezi wa nane mwaka huu weza kufanikisha kujenga zahanati yetu kwa asilimia mia na kuweza kununua vifaa tiba mbalimbali, kiwemo microscope, water bath, mashine za kupimia sukari, pressure, joto, furniture mbalimbali, magodoro na kila kitu pamoja na dawa na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinaweza ambavyo vinaweza kuwezesha kwa ajili ya kuanza huduma. Na ndio tumegharimu kiasi cha shilingi milioni 122 ambapo kiasi cha shilingi milioni 40 tuliongezea kutoka katika mfuko wetu wa wa sisi kama na kikundi kutokana na na, na, na mapato ambayo tunapata katika zahanati yetu iliyopo chini ya jini, ambapo tutaweza kufanikisha kufungua unani na mpaka sasa unani umefunguliwa kutoka tarehe 23 mwezi wa 8, ndio mradi wetu ulifunguliwa rasmi. Na hii leo mpaka tunapoongea hapa watu wanapata huduma na no, wanaendelea kuhudumiwa, lakini pia kwa takwimu zilizopo mpaka saa hizi tumeweza kuwahudumia na kuwafikia wananchi takriban 400 mpaka kufikia tarehe ya leo, ni ikiwa ni mwezi mmoja kutoka tangu huduma ilikuwa imeshaanza. Kulingana na changamoto kule, tulikuwa tumepanga tunalipa kodi, lakini tukaona kwa wakati huu ah, inahitajika tuweze kununua uwanja wetu wenyewe na kujenga majengo yetu wenyewe, na ambayo ndio mpaka sasa tumefungua hiyo zahanati yetu ambayo tunaimiliki sisi wenyewe, na hati tunayo. Ah, kulingana na uwezo wa kufungua zahanati yetu na mahitaji. Kwa hiyo tuliamua kuweza kutafuta wafanyakazi wengine ambao tuweze kuwaajiri na kuweza kusaidiana katika utendaji wa kazi. Kwa hiyo mpaka sasa tuliweza kuongeza wafanyakazi wengine kumi wafanya na kufikisha jumla ya wafanyakazi ambao tumewaajiri na wafanyakazi kumi na saba ambapo hapo kuna madaktari pia kuna manesi, kuna wataalamu wa maabara, kuna wafanya usafi, kuna uhasibu, lakini pia kuna mlinzi, ambao wote kwa ujumla wanafikisha wafanyakazi 17. Huduma tunazozitoa katika hizi zahanati zetu zote mbili, tunatoa huduma huduma ya wagonjwa wa nje ambapo tunafanya vipimo vya maabara ikiwemo malaria, sukari, vipimo vya darubini, yani vya kutumia microscope kama mkojo choo, lakini pia tunafanya na vipimo vingine vingi, lakini tunafanya huduma ya kupumzisha kwa muda ambapo mgonjwa akiwa amekuja serious tunaweza tukampumzisha kwa muda kulingana na hali yake aliyokuwa nayo, lakini tunafanya huduma ya ushauri na saa tunatoa huduma ya upasuaji mdogo kama kushona, kushona -kushona kusafisha vidonda na majipu. Pia hizo huduma zote zinatolewa zina. Endapo kuna mgonjwa amekuja kupata huduma ambao sisi kituoni kwetu hapa hatutoi, kwa mfano labda huduma ya meno na huduma nyingine kama huduma ya kuzalisha hizo ni huduma ambazo sisi hatutoi. Kwa hiyo tunampa referral ambao anaweza akaenda hospitali ya wilaya ya Chunya, tukamwandikia referral akaenda kapokelewa kule na kupatiwa matibabu kama kawaida. Kama wanakikundi tunatamani kuongeza huduma, lakini pia tuna malengo mbalimbali ambayo tunatamani tuje kuyafanya. Cha kwanza tuna lengo ya kununua ambulance kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa lakini cha pili tunatamani kuongeza huduma hapa, tuweze kupata eneo katika katika hii sehemu yetu ya Matundasi, kuna sehemu tunataka tuongeze tupate eneo ili kwa ajili ya kutanua huduma, lakini pia tuna malengo ya kufungua hospitali kubwa, malengo ya kufungua hospitali kubwa ambayo itawezesha kutoa huduma nyingi zaidi, kama huduma za upasuaji, huduma za za kuzalisha, huduma za kuwalaza wagonjwa, zile huduma kubwa kubwa ambazo tunaweza tukazitoa katika katika ufunguzi wa huyo hospitali. Lakini tuna malengo makubwa ya kutafuta eneo kubwa ambayo tunaweza tukajenga hiyo hospitali kama hekari kumi. Napenda kuwakaribisha wananchi wote wa, wa kata ya Matundasi, lakini pia na maeneo ya jirani, katika hii zahanati yetu mpya ya Everest ambayo inapatikana kutoka kilomita mbili kutoka barabara ya lami, unafuata hii barabara ambayo inayoelekea Itumbi kilomita mbili kutoka hapo unaikuta hii zahanati yetu mpya. Tunapenda kuwakaribisha wananchi wote. Tunamshukuru Mama Samia kum, kuelerea, bijana, alimash, kuhu, kwa kuweza kuendelea kusapoti vijana kutoa hii mikopo ya asilimia kumi katika halmashauri zetu. Kwa hiyo hii ni mikopo ambayo inatolewa kwa vijana wote, na toa rai kwa wale vijana ambao wanakasumba kwamba hawawezi kupata hii mikopo na hii mikopo inatolewa labda kwa watu baki au wa babuzi. Hapana, hii mikopo inatolewa kwa watu wote na, na haijalishi ni una elimu kiasi gani. Kwa wewe, kinachotakiwa ni kwenda halmashauri ya wilaya ya Chunya, unakwenda pale, unaweza unaenda kwenye ofisi ya maendeleo ya jamii, na wao watawapa maelekezo, namna ya kuunda vikundi, namna ya kuweza kuandaa mradi, namna ya kuweza kuandaa mapendekezo, andiko la mradi na vitu vingine vyote. Vigezo vyote ni vigezo ambavyo ni simple na ambavyo kila mtu anaweza kavitimiza na akaweza kufanikiwa kupata mkopo. Everest Dispensary limetokana na tuweza kuangalia ficha ambayo kidunia inajulikana e, na tukaweka mawazo yetu pamoja, ambapo tulipendekeza kwa kila mtu ataje kitu ambacho anaona ni uniki kwake katika utengenezaji wa hilo jina e, hivyo tulikuwa na majina mbalimbali mbali. E, ambapo Everest ilikuwa mojawapo, hivyo tuliweza kulichagua, lakini pia tukalichanganua kutokana na kuangalia sehemu ambazo za usajili. Je, hili jina lipo? Baada ya hapo, tukaona hili jina lipo na hivyo tukalipitisha e, katika hicho kikao ambacho tulikuwa tumekaa kama wanakikundi, kama lilivyo jina letu la Everest Dispensary ambapo inaenda kwa moto wetu, Everything we do, we do for you. Hii imejikita katika kulenga afya za watu, ambapo ni kuboresha afya, hasa ambapo tunajikita kwa mtu ambaye tunamhudumia. Hasa anapokuwa anapona, tunaamini kwamba ataenda kutumikia jamii yake mbali na mbali zaidi, kama ilivyo hilo jina la Everest Dispensary. Na kwa kuwa hapa Everest, ni furaha yangu kubwa sana kwa sababu tunapokea wagonjwa mbalimbali wanapata matibabu, na baada ya matibabu wanapona. Pia ni fursa hata kwa vijana wenzangu kutokana na upungufu wa ajira wasisite kujitolea ili ongeze uzoefu zaidi na kusaidia watu. Nilikuja as kapata huduma. Huduma zao ni nzuri, wanatupokea vizuri na matibabu mazuri. Sahizi huduma zimekuja karibu na sisi, kwa hiyo tunashukuru sana Everest kutuletea hapa Matundasi. Wakazi wa Matundasi, tunashukuru sana wametusogezea, hapa imekuwa rahisi sana, muda wote na saa yote tukifika watuhudumia vizuri, huduma zao ni nzuri kiukweli. Kwa tunawashukuru sana na tunawapongeza kwa hilo. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www chunya dc.go.tz, lakini ni Instagram tunapatikana chunya underscore official.